This is Young Africans, wananchi, wazee wagusa gusa chia, twende kwao kulipa kisasi. Si jambo kubwa kwao, walilipa kwa nyuki wa Tabora, sembuse kwa walamba ukwaju bana bana. Hatimaye kile kibarua kizito cha dabi kubwa ya Dar es Salaam, mchezo kati ya Azam Football Club dhidi ya Young Africans, mchezo wa mzunguko wa pili wa ligi kuu ya Tanzania bara uliopigwa katika viwanja vya Chamazi jijini Dar es Salaam umemalizika kwa ushindi kwa klabu ya Yanga, ushindi wa goli mbili kwa moja. Ulikuwa mchezo mgumu na wenye ushindani mkubwa kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, as you know always derby is derby. Dakika 15 za kipindi cha kwanza zilikuwa dakika njema sana kwa Young Africans wakifanikiwa kufunga magoli mawili. Goli la kwanza likiwekwa kamba na Paco Mzuzuwa wakaomba na itanguliza Young Africans katika dakika 12 ya mchezo, akipokea assist yake Prince Dube inakuwa goli la tisa kwa Paco Mzuzwa katika msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Dakika 34, mchezo Prince Mpumelelo Dube anaandika goli la pili kwa Young Africans. Linakuwa goli lake la 12 katika msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania bara, akiwa sawa na Jean Chazo wa mchezaji wa klabu ya Simba katika kilele cha mbio za wafungaji bora. Mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinatamatika, Azam Football Club sifuri Young Africans mbili. Tukarudi kukishuhudia kipindi cha pili, kipindi cha pili ambacho Young Africans walipoa, wakifanya mashambulizi machache katika lango la Azam Football Club. Huko Azam Football Club wakitafuta namna kusawazisha magoli yote mawili, wakijaribu kufanya mashambulizi kadha wa kadha ambayo hawakuwa na matunda kwa wakati ule. Mabadiliko kadhaa yamefanyika, pira likapigwa likapigika mpaka ilipofika dakika 82 ya mchezo, Azam Football Club wanapata kona inayopigwa na Faisal, Salum, Feitoto beki namba mbili wa Azam Football Club Lusajo Mwikenda, the captain anaandika bao la kwanza na kufuta machozi kwa Azam Football Club. Mwikenda na mnyima ajigu DR clean sheet katika dakika za jioni kabisa, full time Azam Football Club moja Young Africans mbele. Vipi, umefurahishwa kwa kiasi gani na matokeo haya? Naomba kuona emoji mbili za moto katika comment section kama wewe umefurahishwa na matokeo haya. Kisha afanya kutu follow katika akaunti hii kwa taarifa nyingi zaidi za michezo. Yapa ni Super Trove ya Dino Television. Mineto Dennis Denominator <tipa>